Sasa so, nitaka jibu la kiujumla la mikakati ya wizara kuhakikisha maeneo yote ya huduma za kijamii iwe ni mashule, iwe ni mazahanati ya wilaya, awe mahospitali za mikoa, nini mkakati wa jumla kwa kuhakikisha kwa kwamba maeneo husika yanapata umeme? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa swali zuri la Mheshimiwa Mbunge. Tayari serikali imekuwa ina mikakati kupitia mradi ule wa fedha za COVID 19, tulishaanza mkakati kupitia mradi wa zile fedha za COVID tulisha <laughs> Samahani Mheshimiwa Mwenyekiti, simaanishi, simaanishi nyie Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia mradi huu wa fedha zile za COVID 19, serikali iliweka mkakati wa kupeleka umeme kwenye taasisi, na kwa kweli tumekuwa tukifanya hivyo na tulishafikia zaidi ya taasisi elfu tatu vituo vya afya, pampu za maji, lakini tumekuwa tuna mradi mahususi wa kupeleka umeme katika maeneo ya kuchagiza shughuli za kiuchumi kama migodi midogo, pamoja na maeneo ambayo yanasaidia wananchi katika kuimarisha shughuli zao za kiuchumi. Kwa hiyo, mkakati wa mwanzo ulishaanza, lakini kwa miradi ambayo inaendelea, mkakati mahususi pia ni kuhakikisha tunavyopeleka umeme kwenye vijiji na vitongoji. Basi tunaanza kupeleka umeme kwenye taasisi husika zilizopo katika vijiji pamoja na vitongoji ili kwa ajili ya kurahisisha huduma kwa wananchi, huduma za kijamii ikiwemo vituo vya afya, lakini vile vile huduma za kielimu katika mashule, lakini kama kuna pampu za maji pamoja na migodi midogo na maeneo yote ambayo yani inaongeza uchumi katika jamii husika. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, mikakati ipo, tulishaianza na tunaendelea hivyo hivyo kwa miradi ambayo inafuatia.